Habari marafiki, kama unateseka na kukandamizwa kwa neva kwenye mgongo leo, hebu tuelewe sababu, dalili na matibabu yake. Kwanza kabisa, kama kuna mtu kwenye familia yako au wewe mwenyewe unateseka na kukandamizwa kwa neva kwenye mgongo, dalili zinaweza kuwa tofauti kama kufa ganzi, kuwashwa kwenye mkono hadi udhaifu kwenye mkono au maumivu makali. Maumivu yanaweza kushuka mkononi hadi kwenye vidole au inaweza kujitokeza kama ugonjwa wa sayatika. Kwa hiyo kawaida, kwanza hebu tuelewe sababu ya kukandamizwa kwa neva. Wengi wetu tunakumbwa na matatizo yanayotokana na mkao mbaya. Tunapokaa vibaya au kulala vibaya, hatudumishi mkao mzuri. Katika hali hiyo, sababu ya kwanza kabisa inaweza kutokea ni kuharibika kwa diski, ambayo pia inajulikana kama diski iliyoshuka. Kwa hiyo diski ambayo hufanya kazi kama mto kati ya mifupa inapotoka kwenye nafasi yake ya asili, huanze kukandamiza neva inajulikana kama diski iliyoteleza na inaweza kusababisha dalili za sayatika au maumivu makali ya neva. Ya pili ni kuzeeka kwa uti wa mgongo ambayo inajulikana kama stenosis ya mfereji wa uti wa mgongo. Ya tatu ni kama viungo vya uti wa mgongo vinapata ugonjwa wa baridi yabisi kutokana na uzee ambayo pia inajulikana kama arthritis ya viungo vya facet, basi pia kukandamizwa kwa neva kunaweza kutokea. Wakati mwingine kukandamizwa kwa neva kunaweza kutokea kutokana na mifupa kuteleza jambo linalojulikana li kama spondylolisthesis. Au inaweza pia kutokea kutokana na kuvunjika kwa mfupa au ajali, kama vile kwenye ajali za barabarani ambazo ni za kawaida sana siku hizi. Katika hali hizo pia neva zinaweza kukandamizwa, na pia kuna hali nadra kama uvimbe ambao unaweza kutokea kwenye uti wa mgongo na kusababisha kukandamizwa kwa neva. Hivyo wakati wote mtu anapopata shida ya kukandamizwa kwa neva, matibabu hutegemea ni sehemu gani ya shingo imeathirika. Kama vile kwenye shingo ambayo inajulikana kama uti wa mgongo wa cervical, inaweza kusababisha maumivu ya shingo au maumivu yanayosambaa hadi begani, mkononi, au hata kwenye vidole. Inaweza kusababisha ganzi na kufa ganzi mikononi pamoja na kudhoofika kwa nguvu ya kushika Vitu vinaweza kuanguka tena na tena wakati mtu anapokuwa anasumbuliwa na udhaifu wa nguvu ya kushika mkononi. Katika sehemu ya chini ya uti wa mgongo, pia dalili zinaweza kutofautiana. Wakati mwingine inaweza kuwa maumivu ya mgongo, wakati mwingine inaweza kuwa maumivu kwenye makalio, paja au mguu, ambayo inajulikana kama sayatika. Inaweza kusababisha ganzi kwenye mguu, ugumu wa kusimama au kutembea na maumivu kwenye mguu. Kwa hivyo dalili kama hizo zinaashiria ugonjwa unaohusiana na neva. Kwa utambuzi wa hali kama hizo, MRI scan ndio jambo bora zaidi. Matibabu yasiyo ya, ya upasuaji ndiyo ya kwanza na muhimu zaidi na yanasaidia karibu 97 asilimia ya wagonjwa. Kwa kupumzika, kurekebisha shughuli, kukaa vizuri, mkao na dawa tunaweza kuzitunza. Mm -hmm. Dawa kimsingi huhusisha dawa za kupunguza maumivu na uvimbe. Wakati mwingine pia tunaongeza dawa za neva. Pia wakati mwingine tiba ya mwili husaidia kwa njia ya makumi au mfumo wa ultrasound. wakati mambo hadhibitiwi kwa matibabu ya kihafidhina, basi tunafikiria upasuaji pekee. Upasuaji kwa kawaida unahitajika katika visa vya maumivu yanayoendelea au ikiwa kuna uharibifu wa neva kwa njia ya ganzi na kuuma au udhaifu au kupooza au kuhusika kwa nyufa au neva zinazodhibiti mwendo wa mkojo. Siku hizi upasuaji pia umeendelea sana. Kwa mfano, kama tuna mgonjwa anayeteseka na kupasuka kwa diski ya mgongo wa chini, tunapendelea kufanya upasuaji wa mgongo kwa kutumia endoscope, kwa sababu ni utaratibu wa upasuaji usio na madhara makubwa na hukata ngozi chini ya sentimita moja tu, na huharibu misuli kidogo sana, upotevu mdogo wa damu na matokeo mazuri sana. Vilevile vile, kama tatizo liko kwenye mgongo wa shingo pia tunapendelea kutumia teknolojia za kisasa na mbinu kama upasuaji wa kubadilisha diski ya shingo ili mgonjwa aweze kuendelea na maisha ya kawaida baada ya upasuaji. Katika upasuaji wa kubadilisha diski ya shingo, tunatoa diski iliyoharibika na kuiweka diski ya bandia. Katika hali ambapo kuna uvimbe kwenye mgongo, tunazo mbinu bora sana na maendeleo ya kiteknolojia ya kisasa ambapo tunaweza kuondoa uvimbe na kumrudisha mgonjwa kwenye maisha ya kawaida. Vilevile vile, kama msongamano wa neva unasababishwa na kuvunjika kwa mfupa, basi tunazo teknolojia za kisasa kama upasuaji wa kurekebisha mifupa uliopunguzwa madhara ambao unaweza kutoa matokeo mazuri sana. Kwa hiyo kama unateseka na msongamano wa neva kwenye mgongo, usiwe na wasiwasi, mtembelee daktari bingwa wa mgongo na hata kuelekeza ili uweze kurudi kwenye maisha yako ya kawaida. Kila la heri.